Ni kukujuza kuhusiana na mashindano ya Safari Field Challenge kwa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ambayo kuanzia kesho Jumamosi utaanza kushuhudia uh, vipindi hivyo hapa hapa uh, Azam TV kupitia chaneli ya Azam Sports 2 HD na tuko hapa na mwandaji wa kipindi hicho tafahamu mengi pia ambayo yatajiri na kwa msimu huu 2025 mambo gani mapya pia ambayo uh, tutayafahamu. Na hapa tunaye uh, Sauda Hussein, karibu sana, mwandaji wa kipindi cha Safari Field Challenge. Asante sana, Hilda na mtangazaji pia wa Azam TV kupitia vipindi mbalimbali ikiwemo like mm -hmm. Pia kipindi cha Kidani. Karibu sana. Asante sana. Leo <laughs> umekuja kwa kofia ya mwandaji wa yes. Safari Field Challenge uh, hongereni sana na asante kwa yule ambaye anaisikia kwa mara ya kwanza mm -hmm. uh, mashindano haya ya Safari Field challenge ni mashindano ya namna gani? Okay, uh, mashindano ya Safari Field Challenge yanalenga kumpa thamani mwongoza watalii. Na kwa nini mwongoza watalii? Tunaamini kwamba mwongoza watalii ni moja kati ya uh, kipande nyeti sana ambacho kinafanya hili gurudumu la sekta ya utalii kwenda mbele. Mwongoza watalii kwa mtu ambaye hafahamu ndio mtu pekee ambaye anakutana na, na mtalii anapoingia katika nchi yetu mm -hmm. kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yaani yeye ndiye atampokea kama ameshuka na ndege ama na basi, atamchukua atampeleka hotelini, atamtembeza kutwa nzima na baadaye wakati wa kurudi atamrudisha huko anakotakiwa kurudi nyumbani ko kwa kuangalia kwa unafasi ama unyeti wa nafasi yake hmm. Tukaona kwamba huyu mtu inabidi apikwe, aive kuhakikisha kwamba kila anachokisimulia basi kiwe kinasimuliwa kutoka katika picha ya Tanzania hmm. kwa sababu huyu mtu usipomjenga vizuri, kuna namna kwa asilimia kubwa anaweza akaiharibu nchi. Na akiharibu ni taswira nzima, yes. Kwa hiyo kwa sababu ni mtu ambaye anazunguka na huyu mtalii kutwa nzima kwa lazima apikwe aive. Na haya mashindano ni yana tofauti kubwa sana na mashindano mengine kwa sababu hmm. Wanaingizwa kwenye field, yani wanapelekwa mahali wanafanya uhalisia hmm. Yani, sio ile kwamba Sauda lete kazi yako au Richard lete kazi yako au Hilda tuone, hapana hmm. Tunakupeleka porini, tunakupika unafanya uhalisia na mwisho wa siku una, anatafutwa mshindi. Mm -hmm. Kwa hiyo na mwongozo wa talii tunaangalia yule ambaye tayari ana leseni, amesomea. Ni ni, ni sekta ambayo pia inabidi uwe kidogo una maarifa, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo vinasimuliwa na watu wa nje, na kama unaona hizi mm -hmm. documentary tulikuwa tukiangalia kwenye uh, zile channels nyingine za kimataifa mm. ni mtu anakuja ambaye si mzawa anahadithia simulizi za sisi wazawa, wakati tuna wazawa ambao wanaweza wakatengeneza na wakasimulia na sisi kama Azam hmm, tuna tunatembea kifua mbele, uh, na kubeba hiyo fahari kwamba tumekuwa wa kwanza, yani ni, uh, ni media ya kwanza kufanya hii kazi ambayo ina ya kipekee kabisa. Huwezi kuona kazi hii mahali popote, hmm, uh, tuseme hata duniani ambayo imefanywa na wazawa na wanaosimulia ni wazawa na waanzilishi ni wazawa. Kazi nyingi zinafanywa na mataifa ya nje ambao wanakuja kwenye nchi mm -hmm. wanafanya alafu wanaenda kuuza, lakini sisi asilimia elfu moja ni, ni wazawa mm -hmm. kwa hiyo tuko proud sasa, mm -hmm. Sasa tuungane na judge wa hii Safari Field Challenge ambaye anaitwa eh, Tim eh, Mdinka. Karibu sana, bila shaka unatupata Ed salama kabisa. uh, tueleze uzoefu wako uh, kuhusiana na Safari Field Challenge. Vizuri mtangazaji, nam nasema tueleze uzoefu wako kuhusiana na safari Safari Field Challenge ni uh, challenge ambayo inajaribu kuangalia jinsi ambavyo safar uh, uh, Tour guides, wanafanya kazi zao wanapokuwa uh, na wageni wetu uh, wanaotoka dunia nzima. Kwa hiyo tunajaribu kuwa kwa challenge jinsi gani watakuwa bora zaidi, jinsi gani watafanya vizuri zaidi, jinsi gani wata eh, wataiwakilisha Tanzania kwenye dunia. Mm-hmm, na kuwatumia wageni kuwaelezea Tanzania yetu ni nzuri kiasi gani na, na, na, na, na kuibrand nkuifanya aatduaesawa sawa, umekutana na uh, hawa guide uh, mara kwa mara na uzoefu wako vipi, wa namna gani hapa nchini pengine <laughs> Aha, umebahatika uh, kukutana na tour guide uh, wa aina mbalimbali kwa sababu umekaa kwenye nafasi yeah, hiyo wili kama wili judge. Jaji kwenye uzoefu wako tuna tour guide mm-hmm. uh, wa namna gani mpaka hivi sasa. Kama nimekuelewa vizuri swali lako na nimekusikia vizuri, ungependa e, kujua eh, tour guide uh, ni wa namna gani, mwenzangu anauliza, tuna tour guide wa namna gani? Kwa maana ya tathmini yako, unawaonaje hawa ambao tuliokuwa nao kwa sasa? Oh, oh, okay. so, um, mm. tunao watamani, kwenye nchi yetu tunatamani wawe ni magaidi ambao watambadilisha mtalii kuwa balozi wa nchi yetu, watambadilisha mtalii kuwa eh, mtu ambaye anaenda kuielezea nchi yetu kwa uzuri wa hali ya juu sana, lakini tunatarajia huyu huyu guide ambadilishe yule mgeni aliyekuja Tanzania, na pale atakapoondoka kurudi kwao, ndio wow, aendelee kuwa mwajibikaji pa. raia bora As kwenye hii dunia tunayoishi. Asante sana Tim, naona kuna, kuna changamoto kidogo ya sauti yako bado haiko vizuri, pengine tutajaribu kuiweka sawa, kama itakuwa sawa tutaungana nawe tena lakini tutarejea kwako, uh, Tim, japo kwa muktasari tumepata kile ambacho anakieleza na matamanio pia ya hata majaji kutaka tour guides wa namna gani, kama ambavyo pia Sauda umeeleza awali. Kwa sasa ni, ni msimu wa kumi sasa. Yes, yes, kwa hivyo ni, ni kitu ambacho kimekuwa na mwendelezo mm -hmm. Mnaonaje pia mabadiliko ya hawa ambao mnawachukua na kuwafanyia uh, challenge hizi na kwenda kabisa on field baada ya kushiriki na kabla, kuna mabadiliko yote ama m, ni vilevile? Mabadiliko ni makubwa s sana, sana. Mm -hmm. uh, na kiukweli hatukuyategemea hayo mabadiliko kwa haraka kiasi hicho. mm. Sisi Azam tumeanza kuonyesha hii ni mara ya tatu, lakini imekuwa ikionyeshwa huko nyuma uh, sio kwa mfululizo na kwa nguvu kubwa kama ambavyo sisi tunafanya. Kwa hiyo waongoza watalii wenyewe walikuwa hawaoni kama kuna uhalisia kwenye hili jambo Walisi ni mtu unapeleka kazi yako alafu unachaguliwa kuwa mshindi. Lakini baada ya kufanya mfululizo, hawa ambao tumewachukua sasa hivi walikuja kutusimulia kile ambacho, kwa sababu wana magrupu wanawasiliana mm. kwamba kazi kumbe huwa inafanyika hivi, hatukutegemea kumbe ni hivi kwao. Mtu anasema mimi hata nisipokuwa mshindi, tayari kuna elimu nimeipata. mm. tayari kuna maarifa nimeyapata. Kumbe si kwamba ni tuzo ambayo mtu anapewa mezani, unafika tu unakaa porini alafu unapewa kwao Uitikio kwanza pia ulionekana wakati watu wakifanya applications. Tulipokea zaidi ya 370 mm. uh, ma, ma, mawasilisho maombi. Mm. Na baadaye sasa katika mchujo tukaona tuchukue kumi kwa sababu pia ya rasilimali ambazo uwekezaji pia ambao upo. Mm -hmm. Kwa tunatamani kuchukua wengi, kwa hiyo wadau wanakaribishwa kuendelea ku, kuingia katika shindano hili kwa sababu tunahitaji kuwapika hawa watu ambao ndio wasimulizi namba moja wa mazuri ya nchi yetu. Lakini pia nikizungumzia uh, production team ambayo kama kuna kiklipu hapo baadaye kitacheza, mtaona production team namna ilivyokuwa na, jinsi mm -hmm. na ni kuambie tu kwamba kufanya kazi hii si sawa na kufanya production nyingine yoyote mm -hmm. na kuhakikishia kwa, kwa nini? Kwa sababu inahitajika mambo manne au matatu ya muhimu sana mm -hmm. kwanza, uwe mvumilivu mm -hmm. alafu pia uwe na zile instinct wanaita kama machale mm -hmm. unanielewa? <laughs> lakini pia uwe na umoja wa hali ya juu lakini pia uh, swala la ushawishi uwepo. mm -hmm. lakini pia uchukuaji wa tahadhari uwepo. mm -hmm. lakini uvumilivu na kuhakikisha ku, ku, uh, kwamba unatii sheria ndo mambo ya msingi. mm -hmm. unavyoenda kumchukua, unavyoenda porini, mnyama ndio kasti wako. mm -hmm. yaani hata mtalii anavyokuja atamchukua mwongoza wa watalii, lakini wanaenda kumuona mnyama. mm -hmm. Kwa sasa mnyama, huwezi kumwambia simba, sasa hivi anza kutembea. mm hivi -hmm. au, wa... hi, au saizi mwanga umekaa kwa huko, Simba geuka hivi kidogo yeah. Tunaona kama light haijakaa vizuri mm. Kwa hiyo, kwa hiyo unanielewa eh, kwa lazima usubiri mnyama afanye kile kitendo anachotakiwa kufanya. Na changamoto kubwa kwa mfano ndege mm. Unataka kumchukua ndege tayari karuka, yaani kuna hiyo hali ambayo... unamtafuta ndege wa aina yes. Ile ile kwa pale unapimwa uvumilivu, yani ulishawahi kuona kwamba unakaa hivi un... mbona anyanyuki jamani? Hivi si anyanyuki hapo, mna masaa mawili matatu mm. najua umezima gari na inabidi yeah. Of course kuna kuna sheria kwamba lazima muwe kimya, lazima muwe hivi, lakini mm. lazima mchukue tahadhari kwa sababu mm. ni sehemu ambayo pia kila kinachokimbia ni, ni, ni chakula. uh-huh. Yaani, ukijifanya kushuka okay, ukikimbia, wewe kukimbia unatoka kwenye production team unakuwa chakula. unakuwa chakula. <laughs> <laughs> <Unamakutaka laughs> chakula. Kwa hiyo yeah. kuhakikisha hivyo vitu vyote vinatokea mm. Inahitaji spirit ya hali ya juu, inahitaji uvumilivu mm. Inahitaji kujitoa kwa sababu ni, ni, ni, ni kazi ambayo utaifanya utategemea kuimaliza leo, lakini mm. leo isiishe ikaendelea kesho, kwa mm. sababu wakati mwingine mnatoka kumtafuta mnyama hamumuoni mm. kabisa. Kwa hiyo mtazunguka pori zima haonekani, mtarudi siku ya pili, siku ya tatu, na mnatamani watanzania wasikie hiyo simulizi ya huyo mnyama, au mtalii pia atatamani kumuona huyo mnyama mm. na msimpate kwa muda mrefu, lakini pia production nyingine ilifanyika usiku mm -hmm. kwa hiyo ilikuwa ni kitu cha masaa 24 nafikiri. Sasa tuiangalie hii timu ya uzalishaji, timu iliangalia sasa

Sauda, tumeona uh, kile ambacho kinafanyika ikiwa ni mm, kazi kubwa ambayo uh, inachukua usiku na mchana, na production team ni kubwa uh, ili una kuleta ubora pia wa maudhui hayo mm. Uzoefu ulikuwaje? uh, mimi kama producer mchanga niseme, <laughs> <laughs> kiukweli kabisa, na admit kwamba ni producer mchanga, lakini kwa sababu tulikuwa tume uh, tunasimamiwa na director mzoefu ambaye ameshafanya aina hizi ya kazi. Mimi kufanya kazi kubwa kama hii ni kubwa sana, ni mara yangu ya tatu. Kwa hiyo kuwa chini ya uangalizi pia wa director ambao ni mzoefu, Costa Maro, lakini pia kuwa na vijana ambao ni wachapakazi, washafanya hizi kazi sana, kina Simwe, Beneza, Lameki, Xaveri uh, ili, ilikuwa inanipa morali ya kufanya kazi, na kwa sababu ni teamwork, kuna namna unajikuta haupotei. Mm -hmm. Alafu mimi nilikuwa ni mdada peke yangu, kwa hiyo kuna namna nalindwa <laughs> na wakaka ambao nilikuwa ni nao nimeenda nao, lakini huko ukitegea tegea, hapana. Wewe unategeaje? wewe unaona unategea <laughs> pale, kuna kutegea kwa sababu katika maisha kawaida, wewe kama kiongozi inabidi uhakikishe kundi lako lote linawajibika na linafanya kazi vizuri, lakini pia kwenye timu ya kazi kama hii watu wote wakiwa na spiriti nzuri wanakurahisishia wewe kazi. Kwa hiyo maisha yako yanakuwa marahisi kwa sababu watu wanajitoa usiku na mchana kwa siku nyingi sana bila kupumzika, mm. Lakini pia kuna ufunguaji wa vifaa. Umeona Azam tumenunua vifaa vingi sana, mm. Kwa hiyo kuna kamera za kutosha, watu watapata kila unapotamani kuchungulia sisi tusha kuwekea kifaa tayari mguuni utaona, yes, mguuni utaona, mguuni, chini ya gari utaona, mbele ya gari utaona, kwa mtalii yani ndani nje, kote utaona. Kwa hiyo nimemwona Salim Kikeke yes. yeah, oh. akiendesha gari. Ni nani yeye? <laughs> ni official presenter wa uh, wa msimu huu wa 2010 mwaka jana alikuwa ni judge, alikuwa 2000 uh, 2025 mm, uh, msimu wa 2024 yes, mm, yeye yeah, alikuwa mwaka jana alikuwa, mm, ni uh, uh, guest judge, yani yule jaji ambaye anakuja kwa mara moja na kuondoka, mm, kwa aka yapenda mashindano akaona ni kitu kizuri. Mm, mwaka huu uh, tukamuomba kama presenter, mm, na akakubali kabisa, yani bila mlolongo mwingi. Mm, yani alikubali kwamba mimi najitolea kwa nchi yangu unajua Ukiipenda nchi yako na ukayasemea mazuri juu ya nchi yako, mm -hmm. tuna uzuri mwingi sana ambao hauzungumzwi au sisi hatuusemei kwa watu mm -hmm. Kwa hiyo yeye akaona ni kitu kizuri na akaamua kusema mimi nitazungumza mazuri ya nchi yangu kwa sababu ni kitu kizuri. Kwa kifupi kabisa, sasa kesho, uh, tunaanza kushuhudia, uh, new season fresh kabisa hii ambayo mmekuwa mkiipika kwa muda mrefu, uh, kuanzia saa tatu kamili usiku. Ratiba ya vipindi itakuwaje? Ratiba ya vipindi ni kesho, kwanza ni Eid kwa wale wengine, kesho ni Eid. Kwa hiyo saa tatu kamili usiku, Jumamosi na Jumapili utapata kipindi kipya. Jumamosi kipindi kipya na Jumapili kipindi kipya, saa tatu mpaka nne. Alafu kama utamisi hapo Jumamosi na Jumapili utakutana nacho Jumatano na Alhamisi saa moja kamili Azam Sports 2 HD, Sports 2 HD utaona simulizi zote, na kuna mmoja kwa kumalizia, linuza hivi kaka, yule kama amevavaa madude yale ni nani? mm. yule ni mzawa ambaye amezaliwa porini Amekulia porini ameishi porini. Kwa hiyo yule ni yani, anawajua wanyama kama ambavyo sisi tunajua na binadamu. Kwa hiyo mtaenda kusikia simulizi nzuri sana kuhusu yeye kwa HD. Hey, wanyama ni maswahiba asante. Hey, na hey, hey, sana tunakushukuru sana Sauda Sante. Na tunatakia kila heri, so pia usikose kesho uh, saa tatu kamili Azam Sports 2 HD. Safari Field Challenge kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne tulikuwa na Sauda Hussein ambaye ni mwandaji wa uh, maudhui haya uh, asja, Safari Field Challenge kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano.